Wakizungumza na Hope Channel Tanzania, waraibu hao ambao kwa sasa wanaishi katika nyumba ya upataji nafuu ya Southern Highlands Sober House mkoani Mbeya, wameelezea madhila waliyopitia kutokana na matumizi ya dawa hizo, ikiwemo kupata matatizo ya afya ya akili. Pia wametumia nafasi hiyo kutoa wito kwa vijana wenzao kujiepusha na vishawishi vya kujiingiza katika matumizi ya dawa hizo. Nilianza, ilikuwa ni mikumbo tu, nilikuwa nafuata marafiki sekondari huwa anatumia madawa kulevya bangi, ya kulevya aina ya bangi ndio hivyo, akanifanya nikafeli mitihani, lakini nilipambaniwa na wazazi. Dawa za kulevya ziliniletea ugonjwa wa akili, nilipotea sana. Nani nilikuwa ni yani, hata ukiniona mimi yani, ni wezi, ukanijua ni mimi, sababu kama mimi ishanipeleka mpaka kulazwa sakatriki, wodi ya wagonjwa wa akili. Ina maana imenifanya kitu ambacho sio kizuri, na mpaka nimepata nafasi ya kuongea hivi tunapiga story ni jambo la kumshukuru Mungu, kitu ambacho nimefanya mimi. Nilikuwa ni mgomvi sana, nilikuwa nikitumia madawa ya kulevya, nilikuwa vitu vingi na fosi, kama ni mwanamke na fosi eh, kama ni, ni mambo mengi ambayo mimi nahitaji ambayo ya kimwili na fosi. Kwa upande wake, Sinyori ambaye ni kijana aliyewahi kuwa mraibu na kwa sasa ndiye mmiliki wa nyumba hiyo, anaeleza kuwa sababu nyingi zinazopelekea vijana wengi kujiingiza kwenye matumizi ya dawa hizo ni pamoja na malezi duni, huku akisisitiza umuhimu wa familia kujenga misingi bora kwa watoto wao. Inferiority zile, yani ndo vitu ambazo sia nilikuwa nikipata, lakini siku ya kwanza kutumia ndo ikapandisha self-esteem zangu, nikahisi na mimi mtu kumbe, pale nilikosea. Sasa yoyote ambaye anapitia hizo hali alafu akajaribu kutumia dawa za kulevya, akikutana na hiyo hali, bora stop hapo hapo. Kwa upande wake, Onesmo Mwihava, mkurugenzi ya ya wa taasisi isiyo ya kiserikali ya Empower Care Foundation, inayojihusisha na utoaji wa elimu na huduma za kisaikolojia kwa waraibu na makundi rika, ameeleza changamoto mbalimbali wanazokutana nazo katika juhudi za kuisaidia jamii. ni ufadhili ufadhili wa kuweza kuyafikia. Tunaweza tukawa tuna plani nzuri, lakini pengine zinachelewa kufanyika kwa sababu ya nguvu e, inakuwa ni ndogo, na watu wanamtazamo kuhusiana na ishu ya dawa za kulevya. Nao Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA kanda ya Nyanda za Juu Kusini, kupitia kwa afisa wake Queen Komba, imesema kuwa juhudi za mamlaka hiyo zimeendelea kuzaa matunda kwa kushirikiana na vyombo mbalimbali vya usalama, jamii na mashirika yasiyo ya kiserikali katika kupambana na biashara na matumizi ya dawa hizo. Hili ni tatizo ambalo linaikumba jamii nzima. Sio sio jukumu la serikali peke yake katika kupambana nao, ni jukumu la kila mmoja katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti tatizo la dawa za kulevya. Kwa hiyo jamii inatakiwa kushiriki katika mapambano dhidi ya tatizo la dawa za kulevya, ili kwanza kujisaidia wao wenyewe kama jamii, lakini pia kuisaidia serikali katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti tatizo la dawa za kulevya na kujenga nguvu kazi ambayo hiyo nguvu kazi itaweza kusaidia kukua kwa ii nchi yetu. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya. Mimi ni Samwel Mpogole.